Wanasaikolojia kutoka chuo kikuu cha Iringa waendelea kutoa elimu kwa jamii katika wiki ya saikolojia. Maelfu ya watu wa Ukraini wazidi kuangamia kwenye vita dhidi ya Urusi. Na katika michezo na burudani timu ya mwaka wa kwanza kitivo cha sheria yashindwa kutamba mbele ya timu ya mwaka wa tatu kitivo hicho. Habari mtazamaji wa UoI Digital, ujambo na karibu katika habari kutoka UoI Digital. Jina langu ni Glory Pasco. Kitivo cha saikolojia chuo kikuu cha Iringa kimetoa elimu ya malezi katika mwendelezo wa mafunzo kuelekea kilele cha wiki ya maadhimisho ya saikolojia chuoni hapo. Mwandishi wetu Sharifa Kadege anaundani wa taarifa hiyo. Msaikolojia mkuu Deborah Mchome amesema baadhi ya wazazi wamekuwa wakiwalea watoto kwa uhuru uliopitiliza, jambo linalopelekea watoto kutokuwa na nidhamu. Wazazi wanatumia mbinu kulea watoto wao kwa uhuru, mtoto anatumia hisia zake kupata kitu fulani, pia mzazi aweze kumwadhibu mtoto pale anapokosea kwa sababu atalia, kwa mtoto huyu akiwa nje ya nyumba anaweza kufanya au kuharibika na kujiingiza katika madawa ya kulevya kwa sababu alikuwa na baadhi ya tabia anazificha ili wazazi wake wasimdhibiti. Wanafunzi mbalimbali ambao wameshiriki maonyesho hayo wametoa ushauri kwa wazazi na walezi kuwalea watoto kwenye misingi na maadili yanayohitajika ili kuepusha watoto kujiunga na makundi ya kiuhalifu kama vile wizi na utekaji. Ishauri jamii kulingana na elimu ambayo nimeipata ni, ni kwamba wajitaidi kuwalea watoto katika yale malezi ambayo ni mazuri ya kufuata maadili. Wasiwalee watoto wao kwamba akitaka, hiki mtoto nampa, akitaka hiki nampa. Hapana, malezi mazuri ni yale mzazi anatoka, ufuate yale maadili ambayo yanakubaliwa katika jamii na kwa watu wote na ambayo yatamwandaa mtoto wao kwa vizuri, kwa maana ambaye anaweza kuandaa kesho nzuri ya mtoto wake ni mzazi na sio mtu mwingine yoyote yule. Aidha wamesema kuwa kuwalea watoto kwa uhuru uliopitiliza unasababisha watoto kukosa heshima na kushindwa kuishi na jamii kutokana na mazingira waliokulia. Hii yaliyokutiliza au yenye uhuru mwingi kwa watoto, yana athari nyingi kwa watoto. Kwanza wanakuwa hawana heshima, sio watu wa kujiamini, na mara nyingi sana hawawezi kuishi na watu wengine nje ya mazingira yale walio waliokulia, kwa sababu ni watoto ambao wamezoea kujiamlia wao wenyewe vitu vyao koo, ni ngumu kushirikiana na wengine na hii ndio elimu iliyotolewa na wanasaikolojia, kipengele cha malezi. Nikiripoti kutoka eneo la Kiotahabu, chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Sharifa Kadege wa UOI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zinazoletwa kwako na Simon Masolwa <mulia> Urusi imetoa lawama kali zinazoilaumu nchi ya Ukraine na washiriki wake wa Ulaya ikiwataja wote kama muhimili wa vita vinavyoendelea, huku Urusi ikionya kwamba suala la kutumia kikosi cha wanajeshi wa Ulaya nchini Ukraine haikubariki. Msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Urusi, Maria Zakharova amesema kwamba makubaliano yalifikiwa na nchi ya Ukraine na wa washiriki wake wa Ulaya ni ya kijeshi. Kauli ya msemaji huyo wizara ya mashauri ya kigeni ya Urusi imekuja baada ya wa washirika wa Ukraine kukutana mjini Paris, mji mkuu wa Ufaransa, kwa kukubaliana juu ya kuweka uhakika wa suala la usalama katika nchi ya Ukraine, hususani mji wa Kiev. Mkataba huo utatekelezwa kwa kushirikiana na nchi ya Marekani ambayo itatoa mfumo wa uchunguzi na ufuatiliaji wa masuala ya usalama, huku nchi za Ulaya zikitumia kikosi cha pamoja. Vilevile, serikali ya Urusi imeionya kwamba haitakubali hata siku moja nchi za jumuiya ya NATO au vikosi vya nchi ya Ulaya kutumwa nchini Ukraine, na imeonya kuvishambulia mara moja vikosi hivyo endapo vitatumwa. Asante sana Simon kwa habari hiyo. Mtazamaji, zifuatazo ni habari za biashara na uchumi zinazosomwa kwako na Elisha Mwachabala. Wafugaji wa kuku waeleza sababu za kupanda kwa bei za mayai kuwa ni pamoja na kupanda kwa bei za malighafi ya kuchanganyia chakula cha kuku kutokana na bei za mazao kuwa juu, jambo linalopelekea wao kupandisha bei ili kupata faida. Kuna sababu tatu za msingi. Sababu ya kwanza ni kupanda malighafi. Kipindi hiki ni kipindi ambacho mazao huwa yanapanda bei, kwa hiyo yanasababisha hata zile malighafi za kuchanganyia chakula cha kuku zinakuwa bei juu, zikiwa juu na sisi tunapandisha mayai ili tupate faida. Lakini kingine ni hali ya hewa, kipindi cha baridi na kipindi cha mvua huku kupunguza uzalishaji wa mayai. Kwa hiyo automatically, bidhaa ikiwa ndogo, demand kubwa, huwa bei inapanda. Muuzaji wa mayai wa soko la Semtema, Riziki Mtogoma amesema bei za mayai kwa sasa ziko juu kutokana na upatikanaji hafifu wa mayai, pia uhitaji wa mayai umeongezeka kuliko uzalishaji pia kutokana na kuongezeka kwa bei za mayai biashara imekuwa hafifu kutokana na wateja kutokidhi bei elekezi. Bei ya mayai kwa sasa kidogo iko juu kwa sababu upatikanaji wake kidogo umekuwa wa shida. Kwa hiyo te tunaweza shilingi elfu tisa. Kwetu sisi wafanyabiashara, changamoto inakuwa kubwa kwa sababu wateja tunaohudumia wengi ni wa kipato cha chini. Sasa bei zinapokuwa juu, maana yake kuna baadhi ya wateja hawawezi kuzifikia, kwao wanashindwa kununua, wanasubiria mpaka bei zile chini kidogo ndo waanze kununua, kwa hiyo sisi mauzo yanashuka. Mnunuzi wa mayai Furaisha Rogers amesema kutokana na kupandishwa kwa bei ya mayai haimuathiri katika biashara yake kutokana na kuhakikisha kila yai linazalisha faida kutokana na kiwango cha chips anachohitaji mteja kwenye kwenye kuhusu hasara ya mayai amba mayai sehemu ni kubwa sana, kwa kila yai inatakiwa liuzwe ya tano mia tano, ili kama faida ambayo natakiwa tupate sisi kama sisi kwa, kwa maana kila yai inatoa faida ni mia mbili. Ndio ndivyo ilivyo hali ya bei ya mayai kwa sasa, ambapo wananchi wengi wameonekana kutokununua bidhaa hiyo. hapa Septemba, achamachagara, Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na apewe niko katika habari za michezo na burudani. Muzika. Timu ya mwaka watatu ya kitivo cha sheria chuo kikuu cha Iringa imeibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri dhidi ya timu ya mwaka wa kwanza kwa kitivo hicho mashindano ya yanayoendelea katika uwanja wa Kigonzile. Mara baada ya mchezo kumalizika, kocha pamoja na nahodha wa timu ya mwaka watatu wa kitivo cha sheria wamesema kuwa walikuwa wanahitaji alama moja tu na walichowazidi wapinzani ni maandalizi kwanza. Wow, kabisa, alikuja vizuri, alikuja kwa njia au lengo kubwa alikuwa anatafuta alama moja tu muhimu. Lakini kwa sisi tulikuja kwa lengo kutafuta tu tatu. Kwa hiyo kwa kitendo hicho game game plan Enodita, pale pale game plan, pale, ndio naujataa a kusababishawku dalizia enye mchezo wa leo tulikuwa tuna matumizi ndaa nzuri kwa zidi, lakini pia mbinu za mwalimu. Mwalimu ametupa mbinu ambayo kiukweli itokea mechi iliyopita tuliweza kushinda bao moja kwa sifuri, na leo tumetumia mbinu hiyo hiyo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata mabao mawili na nana nafasi sasa ya kucheza fainali tayari. Naye kocha pamoja na nahodha wa timu ya mwaka wa kwanza wa kitivo cha sheria wamesema sababu ya kupoteza mchezo ni matumizi mabaya ya nafasi. Wametuadhibu, mzani pia tulichangia pia wachezaji walicheza nje ya maelekezo, tunafanya kosa sababu wakati tunaenda, tunaenda kujiandaa na mechi, kuingia. Mimi ndio naeleza mazingira ya kiwanja kwamba kiwanja kwa, eh, sababu kuna mvua imenyesha, hiyo lazima ile standard ya uchezaji itapotea. Hivyo, mna makosa yale ambayo tuliyazungumza wakati tunajiandaa na mechi yameenda kutuadhibu. Pinzani alikuja amejiandaa, kwa sababu alikuwa anajua anaenda kukutana na timu gani kwao, amekuja amejiandaa, lakini sisi tumechezea nafasi, ametuadhibu. Sheria mwaka wa tatu waibuka kwa ushindi wa mabao mawili dhidi ya sheria mwaka wa kwanza. Nikiripoti kutoka viwanja vya Kigonzile, ni mimi apewe Niko Luwago UoI Digital. Shukrani sana apewe kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Naam, hali gani, mpenzi mtazamaji wa UoI Digital, karibu kwenye kipengele chako pendwa kabisa cha msamiati wa leo, kama ilivyo kama ilivyo ada. Eh, leo tumekuandalia msamiati wa neno garasha. Eh, wewe unaelewa nini ukisikia neno hili garasha? Tukatizama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wao wanaelewa nini juu ya msamiati huu. Garasha, kutokana na mazingira ambayo nimekulia mimi na mukta ambao mimi nimekuwa nikiishi nao sana, darasha, tumekuwa tukitafsiri ni mi... kitu kama kiberiti, hasa ukiwa umeshatumia zile njiti zimeisha. Zi kama ganda, ganda tu, njiti zimeisha vile. Ganda ganda la kiberiti likiwa tu tut bila njiti. Naam, tunataka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wajaribu kutuelezea wao wanaelewa nini au wanafahamu vipi juu ya msamiati wa neno garasha. Eh, wamejaribu kutuelezea wanafahamu nini maana ya msamiati huu, maana halisi ya neno garasha eh, ni ganda la kibiriti ambalo ni tupu ambalo halina njiti. Mbona ni kuacha na sentensi, semao kwamba nilidondosha garasha langu baada ya njiti za kibiriti kuisha. Nami jina naitwa Karim Yasin, UoI Digital, tuabadilike kidigitali Asante sana Karim kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murua kabisa, na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati galasha. Nami na kuacha na sentesi semayo nilitumia galasha kuhifadhia hela yangu. Mtazamaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwa heri.